Pe pedagogique unakuwa materiel didactique ya Mungu. Ule mutu akampatia bupofu tangu kuzaliwa, miaka yote iko tu kipofu mpaka nakuwa mutu mukubwa. Yesu wanamwambia juu ya nini ko kipofu huyu? Ni juu ya utukufu wa mungu tu, hivi leo ataona, basi mungu anapata utukufu. Sasa ule e, alikuwa kipofu miaka yote, aliona bwana Yesu. Apewe sifa, basema mungu ni mkubwa. Haleluya. Lakini wewe mwenye uko naishi ile inakuluma, itapashwa kukuluma kabisa. Mungu aza kufanya ukuwe materi didaktiki juu afundishe wengine, unapitia vitu kisha, sasa unakuwa kushuhudia, unasema Mungu alinifanyizia hivi. Unajua, ushuhuda iko butamu sana, lakini sasa uko naishi vile vitu eh, ni machungu, sio biepesi. Haleluya, lakini Mungu anaifanya hii kwa wakati wake. Inawezekana pia ikuwe njia ya wokovu kama vile Yesu alifanya ile msalaba juu atuokoe, na kutakuwa msalaba ingine kisha Yesu kuchukua kanisa ya wokovu. Lakini ni ngumu, wanasema wale watakaookoka kwa damu yao wenyewe, sio vyepesi. Ndio maana wanasema tuchukue neema ya Kristo ingaliki venye Yesu alipitia sijui kapa kumwenyea naweza viwezi, Mungu atusaidie sana. Lakini sasa, nini ilimpa Yesu kushinda msalaba? Tuangalie mfano wa Yesu juu na sisi tushinde misalaba yetu. Haleluya! Nini ilimpatia Yesu kushinda msalaba? Maneno matatu. Neno ya kwanza ilimpatia Yesu nguvu ya kushinda msalaba ilikuwa ni meza ya Bwana. Meza ya Bwana ndio wakati ule Kristo kabla hajaenda Gethsemane alifanya kwanza meza ya Bwana. Watu waliwaza ni desturi, ni kawaida ya Wayuda kugawa mkate, kuvunja mkate, wakati alivunja mkate. Wakati wakati mwingine mtu analombaka kifo, anajilalisha sime, njoo akufe. Sasa anangua vile roho itatoka, roho haitoki kuna vitu vingine Mungu azapenda uvione tu viishi tu Mungu suni hivi vitu suni epushie navyo uh -uh. Mungu anapenda uvione, lakini pale kwenye alikuwa chini ya muretemu asema malaika wa Bwana akamuletea mukate na maji, akamwambia kula na ukunywe, maana safari yako ingali murefu. Inaandikwa katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura kumi na kenda mstari wa munane kumi na kenda sura mstari wa munane wafalme wa kwanza asema, Eliya akakula akakunywa. Sali kula na kunywa kwa nguvu ya ile chakula alitembea siku makumi nne busiku na mchana aleluya, bila kuchoka busiku na mchana. Ni kusema sisi tunafanyaka meza ya Bwana aliyemwa mumwezi Tungali na nguvu sasa, tunakutana tena mwezi kesho tena, tuna renforcer mbele, hata nguvu aziyaisha. Haleluya, muna siri katika meza ya Bwana Yesu. Katika kitabu cha Yohana sura ya sita akasema ya kwamba yule mwenyewe anakula mwili wangu na kunywa damu yangu anakuwa na uzima wa milele haleluya. Yo, eh, Yohana ya injili sura ya sita mstari wa makumi tatu na tano na ule wa makumi tano na ine asema, wakati unakula unakuwa na uzima wa milele ncha, na kisha inakuondolea njaa, inakuondolea na kiu. Kiu ya maovu inatoweka, unakuwa na nguvu za kushinda dhambi. Haleluya, unakuwa na uzima ndani mwako. Meza ya Bwana ni kitu cha muhimu, tusingelikosa. Kama una shida tengeneza ishatengeneza upartisipe, sababu ukipartisipe e, ku meza ya Bwana na ukutengeneza ine hatari. Njoo habari za Yuda. Yuda alipartisipe ku meza bila kutengeneza. Kama unapartisipe kumeza bila kutengeneza, ile maovu ilikuwa muweye inachochewa, unapata nguvu ya kufanya maovu, siyo nguvu ya kupendeza Mungu. Ni pale Yuda Akachomoka ni mumeza ni na napenzake, nabasha mwambia mumoja, ona atanisaliti. Anauliza, ni mimi Bwana? Sema ndio, lakini tu moyo mgumu. Kwa nini hautengenezi, Yuda? Tengeneza ile zambi takupeleka kwenye mauti, na tena ni mauti ya milele. Alikosa kutengeneza, akatumia meza, kisha akaenda kwa makuhani kuwambia, mnipe zile lare Haya, Mungu atusaidie sana. Jambo la pili Yesu lilimsaidia kupata nguvu ni yale maombi ya Gethsemani. Haleluya. Tuseme wote maombi ya Gethsemani, maombi ya Gethsemani ni maombi ya kipekee. Haleluya. Si maombi kawaida. Yale maombi yenyewe Yesu aliomba mpaka jashu inageuka jasho ya damu sama jasho inatoka hivi ni matoni ya damu iko naanguka. Ilikuwa maombi ya, ya kukazi. Haleluya. Maombi ya moyo, maombi ya kumsogelea Mungu, maombi ya kujikutana. Unamsogelea Mungu kwa kiasi kunakuwa kutofautisha mwili na damu kutofautisha Eh, roho na nafsi na ile wakati lazima mwili uchoke, mwili usumbuke. Kuna kuwa medecin moja alifanya, uh, video moja wanaita autopsie de la mort de Jésus, autopsie de Jésus, anafata anaeleza, ukitia ile ku google autopsie de la mort de Jésus utaipata, anaeleza gisi gani kila kitu kinaelezwa juu ya Yesu kiko prouver si le plan scientifique ana expliquer scientifiquement physiologiquement physiopathologiquement, anaeleza gisi gani kila kitu kilifanyika na gisi gani ile matoni ya damu. Inawezekana mwanadamu kwa hatua fulani ile jasho itoke, jasho ya damu, lakini chini tafuta kusema hapa ni kwamba kuna maombi na maombi. Haleluya. Pako maombi ya kushamula shamula, <laughs> na pako maombi unaikala kabisa, unasikia huko ndani ya maombi. Hii maombi ilifanya kwamba Yesu salimaliza maombi kwanza, mwa ile maombi mbele ya imaliza, Mungu akasikia maombi yake, katia kuyasikia ile maombi akamtumia malaika, malaika akamutia nguvu Haleluya. Malaika wa Bwana acha kutia nguvu pia katika msalaba wako na vitu vingine sio vyepesi kubisiporte. Sasa unaona, mume wako mke wako bana muua hivi mbele yako, sio vyepesi kubisiporte. hata kama utabakia kimya, binabaki na kutravaye mukichwa. Kuna bangine washabakia saba bapumbafu, washakuwa na problema mukichwa juu ya benye baliona, juu ya benye balisikia, juu ya benye balishi psychologiquement Hali isha kuwa ingine muvichwa ya batu nona, mutu anakuwa makali makali na kwa bure, wambia kitu kadogo, anajibia modele ingi eh, mbona kukuaka hivi. Benye alipitia bilimugusa, bilimubadilisha, bilibushe vitu mkichwa yake. Mungu atusaidie. Katika yale maombi Yesu alipata nguvu, malaika akakuya akamtia nguvu. Unajua maombi mengine ufoku yafanya hata wengine banalala. Naomba tu. Yesu alikuwa analala, wanafunzi wake anarudia na baangalia banalala, anawalamusha na rudia wapi, we omba tu. Haleluya! Matokeo yake utakuwa kaishi. Baadaye Yohana anatuambia kwamba wakati ule walikuya kumkamata Yesu Yuda sha bambia njo yeye tumkamate anabauliza mnatafuta nani banashindwa kumusogelea juu ya ule utukufu ule uwezo zile nguvu za maombi Haleluya. se tunamtafuta Yesu wa Nazareti se ni mie munikamate paali bamukamate ase afanya nini banarudia nyuma banaanguka kifudifudi Haleluya kama ingelikuwa kutaka kwa Yesu jua tuokoe, angepitia vile vitu, nani njo angemweza? Basi na wengine wanasema Yuda, alikuwa na wazia Yesu wa maajabu atakula tular nawaatamuweza Yesu saleona vanamuweza eh, njo hivi anaenda rudisha makuta ambia, hapana ile makuta tutaki ayo tena. Shetusha fanya misio yetu, eh, fanya biako na makuta yako Yesu. Anamwambia Petro kusema sitaki kama mtanipigania basha toa bisu kusema toko na bisu hapa. Yesu tufanye aje? Tuanze ataki tupigane nabo. Yesu asimba hapana, mimi ningeita tu ka jeshi ka mwaka mbingu kamoya tu, hawa wote ni kutawanyika. Haleluya, kazi ya msalaba. Hiyo ni jambo la pili, maombi ilimufanya Yesu akuwe na nguvu. Ya tatu ni ile komportema yake na hii komportema tungejifunza na utasema kwa haraka, jinsi gani Yesu alijikomporte katika wakati wa msalaba katika ile njia yote. Neno la kwanza, Yesu alikuwa mtiifu, alitii. Atabe walimpatia maordre, walikuwa ni batu simple, banadamu simple. Mungu alibaomba aliti. Haleluya! kutii sio bepesi situsie bapapa tunakuwaka wakati ingine na moyo mgumu, sikia na kiburi kidogo cha bubaba, basi si, ah, nitafanya ivi mbele ya batoto, nitafanya ivi mbele ya bibi yangu. Nafika wakati ingine msalaba inakufikia batu wanakwambia ufanya vitu vyenye viwezekana. Mungu atusaidie. Yesu alitii, hiyo ni ile tungali pale ku Filipe mbili munane. Acha tuende sasa katika Isaya, tunakutana kama Yesu alinyenyekea na ni kweli. Ukiangalia katika injili zote Yesu alinyenyekea, ni jambo la pili. Lakini tukisoma ile Isaya 53 mstari wa pili, inatuambia kwamba maana atakuwa mbele yake kama chipuko na kama shina katika inchi kavu. Shina yenye kuwa katika inchi kavu ni shina yenye aina nguvu, juu hakuna fasi aina maji hakuna gisi ni ya kukauka, alikuwa yeye hana sura ya wala uzuri. Twende pale kusaba sababu, inasema alionewa na aliteswa, lakini hakufungua kinywa chake, kama mwana kondoo anayepelekwa kuchinjwa, na kama kondoo anyonywa anavyo nyamaza mbele yao wanao kata manyoa yake hakufumbua kinywa chake. Amen. Hapa tunakutana neno la unyenyekevu, kunyenyekea, lakini tunakutana pia neno la kubaki kimya, kunyamaza. Kunyamaza ni ya lazima sana, aseme akusema kitu. Ukiangalia Yesu, wakati walikwambia mafasi yote alikuwa kimya, unamuuliza maulizo mingi, kimya kimya, lakini sana jibu wanamuzibula mwisha. Ona vile ukiingia katika Matayo sura makumi mbili na sita mstari wa makumi sita na tatu mbele ya Kaifa akaulizwa maswali kwa kimya kimya, akujibu kitu. Lakini ukienda kwa ile mustari wa makumi sita na saba ya ile, ile Matayo makumi mbili na sita, e, makumi sita na saba mpaka makumi sita na munane wakati alijibu tu pale pale banapata sababu ya kumupiga mbele ya Pilato vile vile alikuwa kimya, mbele ya Herode, lakini wakati anajibu tu na pigo nafika. Mungu atusaidie sana. Wakati ingine kimya inasaidiaka sana kuwa kimya, na kimya kwa siku za leo yuko mnjia nyingi. Unajua kama siku za leo kuko namna mingi ya kusema na mtu wa... mitandao wa WhatsApp aisha andika na sukuma alilogota waka kitu walipiblie naye na ae anasukuma ka video anasukuma namomuone namo musikie. Ikala kimya, achana na vya vile. Haleluya, utajikokotia maneno bure. Mungu atusaidie. Wakati wa msalaba ni wakati ya kukuwa kimya, neno la ine ni kuvumilia, kustahimili, kuvumilia. Kuna vitu vingine ni kuvivumilia gisi viko bila lawama kuvumilia, ukijua kwamba ni vya muda vitapita. Haleluya! mwimbaji mmoja aliimba sema, na hili linapita na hili linapita na hili litapita. Haleluya! hakuna kitu kitadumu hapa chini ya jua, na hili linapita. Kuvumilia. Kitu cha tano Yesu alikifanya ni kusema na Baba. Haleluya! kusema na Baba iko kumsalaba yeye anasema lugha ya mbinguni, anaanza: Eloi Eloi lama sabakitani. Asema anaanza mwita Elia, kumbe kuna sema na Baba. Alisikia binakuwa vizito sana, samaraba Mungu uko wapi, mbona umeniachi? Sema na Baba, haleluya. Bikikuwa vizito, bikikupita, sema na Baba, wende kumagoti, haleluya, atakuwezeshi. Sema na Baba wakati upole kumsalaba Wakati anasikia basi imekuwa mwisho, anasema Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Yeye na Baba tu, haleluya! Sema na Yesu ukipitia shida ngumu, sema na Yesu, haleluya! Yesu anajibu lako, Yesu ni msaada ulio karibu, yeye aliyeshinda nasi anatupa ushindi katika yeye. Amen.